Yodani wakimgama dami zao. Lakini alikuona Mafaisayo na Masadukayo wengi wanaujia ubatizo wake, alipowiza hini, kizazi cha nyoka, nami amewaonya kujiepusha na hukumu ya hasira sasa